Sasa kama Aisha amefariki kwa ukimwi, vipi kuhusu mimi? Maana aliwahi pia kutembea na mzee Dole. Hey, Mungu wangu, nachanganyikiwa. Yote tisa kumi, vipi kuhusu Chibu sasa? Sitakuwa nimemwambukiza pia na yeye eh, na mtoto je? He, Mungu wangu! Sasa mpaka hata nakosa majibu. Mtoto nampa nani? Maana hata sielewi ni wanani, wamzidole au wachibu? Potelea pote bwana, potelea pote bwana, mi nitampa yoyote yule ambaye atamkubali Hila, uh, ni hatari sana. Kilitokea mpaka kupelekea mtoto wangu kufariki. Mdogo mm -hmm. wangu uliondoka hapa, mwanao anaumwa. Na tangu uondoke ni mwaka sasa, haujakumbuka kurudi nyuma wala hata simu. Eh? Okay. <laughs> lakini dada <laughs> moja unajua kabisa, nilienda mjini kwa ajili ya kutafuta ile matibabu ya mwanangu. Sio kwamba nilikaa kimya kwa kupenda dada. Yani tunajua kabisa umetoka kutafuta pesa, sawa. Je, simu hakuna? hata simu kutupigia? na mawasiliano ukabadilisha. Tumejitahidi sisi kadiri ya uwezo wetu kupambana na huyu mtoto, lakini ikashindikana. na pia tulikutafuta mno, na kwa vile Mwenyezi Mungu amempenda, hatuna budi kumshukuru. Mwanangu ameniacha peke yangu, kwa nini? Lakini mama yake kumtafutia kumtafutala matibabu, dada ah. <coughs> Ni mipango ya Mungu. Nisikilize, unatakiwa kumwombea na kuenda kanisani kuomba toba kwa ajili yake, kwa sababu haukufanya makusudi. Sijui umenielewa dada. Lakini alikuwa mtoto wangu wa pekee, nao. Najua naumia dada. Pole, nyamaza. Hata Mwenyezi Mungu anajua kama ni mtoto wako wa pekee, lakini alikuwa anaumwa sana. Ni bora pia alipoenda kupumzika kuliko angeendelea kuteseka. Mzidole, kama unavyojua Aisha amefariki kwa ukimwi. Haya, vipi kuhusu mimi na wewe? We, hauogopi sasa? Walokwambia ukitembea na mtu mwenye ukimwi nanakuwa na, na ukimwi nani? Watu tuna mbinu, unaweza ukadeti na mtu ambaye ana ukimwi na, na bado nisipate, kwa sababu sisi ni mamida fildi. Kwa hiyo ni kama wadudu waruka na watambaao sio? Mm, na maanisha mash kwa kiarabu tunasema mash. Kama wo uliweza kutembea na Aisha na na ukaja ukatembea na mimi, isitoshe ukanipatia mpaka mimba. Ehe, vipi kuhusu na huyo mtoto aliopo tumboni? Hauoni kama ni hatari sana? Inabidi tuende hospitali tukapime, tukajue wapi tunaanzia. Hapo kwa kuhusu swala la kupima hilo, uongo. Yaani mimi siwezi nikatoa mguu wangu hapa, nikapeleka matendegu yangu hospitali nikapime ukimwi eti kwa sababu tu nilitembea na mtu ambaye ana ukimwi. Umeelewa? sisi ukisikia le nyimbo ambayo Mondi anasema sijui mido eh, kwa Kiingereza natuite reptilia magician, yani professional player wale ambao tunaweza kunyumbulika kulia tukaenda kushoto, kulia tukaenda kushoto. Siwezi nikaathirika kizembe namna hiyo etu, nitoe hapa niende nikapimwa ukimwi. Unaumwa nini? Fanya twende hospitali ili tukajua ni jinsi gani tunaanza, na isitoshe watatupatia dawa ambazo zitatufanya tumkinge mtoto. Acha ubishi hapo kwenye kupima. Unaweza ukaenda kule ukakuta watu wengi, asa nikipimwa nikikuta nao siaibwe <laughs> Sasa aibu iko wapi? Wewe unaona aibu nini? Kati hiyo vitu private, unaenda unaingia kwa daktari, anakupima anakupa majibu yako, anakupa na dawa zako, unakuwa unafuata dawa kila siku, alafu aibu unaitoa wapi? Kati kuna watu wengi tu ambao wanafuata dawa hospitali. <laughs> Fanya tuende, bwana. Mpenzi, mimi ukimwisozi nikawa nao bwana, kwani watu wote tukaishi hivyo hivyo mpaka nikapime? Hapana, kuna leo na kesho, kuna maradhi kumbuka. Haya, mmoja wetu akaugua na tutumie dawa, tutafanya nini? Hata huko hospitali hawatatupa ushirikiano tena kwa sababu ya uzembe tuliotumia toka mwanzo. Emfanya twende bwana. Sawa, nitaangalia jioni kwenda huko. Sijai kupata mwanaume mwoga kama wewe.

Mbona hii sio kawaida, mpaka saa sita, saa hizi mwanangu hajarudi? E Mungu, e msaidie mwanangu arudi salama e. Jamani, mwanangu sijui kapatwa na nini huko. Sasa hata kama kumtafuta anaanzia wapi e? Kama majibu wa daktari ulivyowasikia, mimi na wewe wote ni waathirika. Na sikuwahi kujua kuwa madaktari wana uwezo mkubwa wa kumshauri mtu ambaye hata kama alikuwa amekata tamaa kuishi akapata tumaini jipya tena la kuishi. Kiukweli amenifanya nimejisikia mwenye amani, lakini bado najihisi ni mkosefu hivyo ndivyo inavyotakiwa na ndio maana nilikuwa na kusisitiza sana tukaangalia afya zetu. Kwa hiyo hapa kuna kingine kilichobakia zaidi ya kuwa tunaenda kuchukua dawa na kutumia, maisha mengine yanaendelea. Lakini pia sio jambo rahisi kama unavyolichukulia wewe Maini, kwa sababu nitamweleza nini mwanangu na anapokuja atamkuta baba yake kuwa ni mwathirika. Nakuelewa sana Mzidore, lakini pia kuhusu hilo wala usijali. Nilikuwa nafikiria mtoto, na ndio maana nikawa nakusisitiza kwa nguvu zote, ili tuweze kwenda hospitali kupata tiba na kujua jinsi gani ya kumkinga mtoto. Kwa hivyo, nitakuhakikishia nitakuwa mama bora na mwenye kujitambua. Naomba uniahidi kitu kimoja. Kitu gani hicho? Niahidi kuwa utakuwa mama bora kwa mwanangu na hatopitia njia mbovu ambazo nimepita mimi au wewe, ikampelekea mpaka kufikia hatima ambayo tumeipata sisi. Niahidi kuwa atakuwa mtoto mwenye furaha na amani na kujivunia wazazi wake wote wawili. na kuanzia sasa nipo tayari kuishi na wewe kwa hivyo, jioni utaenda kuchukua vitu vyako na utakuja jetu, tuanze maisha upya ya kumlea mtoto wetu. Ndipo alipolala mtoto wetu. Tunachotakiwa sasa hivi ni kumwombea dua ili apumzike kwa amani. Hata sasa hivi akikuona atakusamehe madhambi yako yote. Unakuja kukuona melala hapa mwanangu, kweli? Mama mwana, umeniacha mwanangu, mwanangu na bado nilikuwa nakupenda mama mwanangu. Naumia mama. Amka turudi nyumbani mwanangu, nimekuja kukuona. Amka dada mwambie basi amke twende nyumbani, amka mama mdogo wangu, usilie, nyamaza. Unavyolia hivyo una, unasababisha matatizo mengine, utaumwa. Dada naumia. Mwanangu analala hapa, mimi nalala ndani Ishaziwa kulala na mwanangu, lala lala mwenyewe kweli. Mwanangu nisamehe, mama nisamehe, mimi mwanangu nisamehe. Usilie, unapolia unaniumiza, naumia kwa sababu mimi nimekaa naye muda mrefu, nimemuuguza, nimemuuguza mpaka mauti umemfika mimi mwanangu, imekuja kukuona mama, upo nganambia. <coughs> basi mwanangu, ungeniambia <coughs> mwana naniacha mama <coughs> niache, niache usiniulize mama, usiniulize Niache, nimemlea muda mrefu, nimemunguza muda mrefu, niache. Meskia usiri, nyamaza, nyamaza usiri. <laughs> <siri. laughs> kama dakika mbili hivi, kuna mgeni na msubiri hapa. Habari za mdau mkuu Salama. uh, madam, huyu anaitwa Yuzo, ni afisa mwenzetu. ya Yuzo, huyu anaitwa Madam Wasi, ni afisa mwenzako pia. Mbona mm, mi nafahamiana naye huyu lakini sikujua kama ni afisa mwenzangu. uh, nimewaita hapa kwa ajili ya kupata majibu kutoka kwenu, sababu wote niliwapa hapa majukumu kufanya uchunguzi katika ile sehemu, kwa hiyo nawasikiliza nyinyi sasa. Mkuu, mimi tunafahamiana kitambo sana, ingawa sikufahamu kama wote tuko kwenye kitengo kimoja, lakini nimefurahi kujua kama naye ni afisa mwenzangu. Na bahati nzuri, kazi ulio niagiza nimeifanya vizuri ipasavyo, na tumegundua tayari kwamba wale watu wanaendelea kufanya biashara ya ngono. Kwa hiyo tunasikiliza maagizo yako, nini kinafata baada ya hapa? Uh, na kwa upande wangu mimi nimejitahidi kwa uwezo wangu, nimefanikiwa kupajua, na kama alivyosema mwenzangu pale, ndo sehemu husika na wahusika wapo pale <laughs> ni habari njema sana kwangu. Itakuwa vyema sana kuchukua majeshi na kwenda kuwakamata, wataenda kujibu sheria. Si mna hakika mnasema wapo mpaka sasa hivi? Yeah, mko. Basi mimi acha niandae jeshi, tunaweza kuwachukua, wataenda kutumikia huko jela. Chibu, wala huna haja ya kufikiria sana, maana hata ufikirie vipi hauwezi kubadilisha kile kilichopangwa. Shukuru Mungu tumepata nafasi ya kuomba toba, maana wenzio hawakuipata hiyo nafasi hata kidogo. Pole sana maana unajua kinachofuata.